Akiwa, kashifu sana na wale ambao waliishi maisha ya starehe mali wenzao wana wa Israeli, waliishi maisha ya ufukara, na wametumia mfano mzuri, ole wao mnaoishi

Amos anaongelesha nani? Anaongelesha klasi ya watu ambao wanaishi maisha ya starehe, maisha ya utajiri, ilhali kama tukijua kitabu cha Amos hata amekuwa akipiga kelele sana, na anaogeza, pengine tunaishi maisha haya kwa sababu ya dasho maaina mbayo natugamia kina nani? Ni jasho la wale ambao maskini, na hata wamawambia wana biashara umekarabati la timi zenu ili miweze kuwaigia wanaona, na kwa hivyo mnaendelea kutatirika, ila hali wale wengine wanaendelea kuishi maisha ya kukupana, na hata ninyi hamjali. Hiyo ndiyo swali ambalo somo la Injili, Yesu amepeana mfano akilenda kuwajibu na kuwafundisha mafarisayo kwa, kwa sababu mafarisayo kwa waliona jinsi walivyotamani kuishi maisha ya utajiri kwa jinsi walivyo na ametupa mfano na tajiri na maskini huyu Lazaro. Swali ambalo tunaweza kujiuliza katika siku hizi, hii dhambi ya huyu tajiri ni na, kuwa tajiri ni dhambi? Biblia haijasema kuwa tajiri ni dhambi antoe Tajiri amefanikiwa, Lazaro amelahagia, hiyo ndiyo ilikuwa kwanza. Lakini dhambi ya tajiri huyu na nangia mbaya takatifa ausimu pia anasema huyu huyu satiri hata adiliwa kwa sababu alitenda jambo fulani. Anasema ni kwamba ni kwa sababu alikosa kutimiza wajibu fulani na kati Hili ndiyo fundisho msingi kwa somo hili, kwenye tutaweza kaletia hapo. Dhambi ya tajiri ni hivi, dhambi ya tajiri ni dhambi ya kutotimiza wa wawai mtakatifu. na ni katika somo hili peke yake katika Bibilia ambapo mhusika mmoja tumepewa jina. Bibilia haikupea majina ya watu wengine, juu tulisikia kama ni jana, tukasikia juu ya juzi, ebutu tuna, mara nyingi hatupewi jina ya watu, na ikiwa tutapewa jina tunapewa jina ya watu mashuhuru lakini ni njia ya maskini, ni njia ya akina mama, na kwa hivyo Luka leo amemtaja maskini huyu. Jina lake tumeambiwa ni nani? Mungu ni wema, jina lake ni Lazaro. Alibaa mueaalao alifanya sherehe siku baada ya siku, kumaanisha huyo tajiri uwezekano alitegemea mali yake, alitegemea uwezo wake, lakini maskini sababu jinala